Unaponyesha nyanda kati za juu mwa Kenya, utadhani milango ya mafuriko mbinguni imefunguka. Hata hivyo, karibu nusu ya watu wa Kenya wako karibu na maji mazuri na salama ya kutosha. Inaonekana dhahiri kuwa kitu kilichobora ni kutega na kuhifadhi maji ya mvua kwa minajili ya kunywa na binadamu, mifugo na kunyunyuzia mashamba yetu. ya Kenya ni ardhi kame, kwa hivyo, rasilimali kama maji, kuni na vyakula vya mifugo ni haba. Huku wanaume wakihamia mijini kutafuta kazi, wanawake hubaki mashambani wakijitahidi na jukumu la kukuza vyakula, kuteka maji, kuni na kuwalisha mifugo. Maji wanayoyateka mara kwa mara huwa hayatoshi na sio masafi. Awali, serikali imeshughulikia swala hili kwa kuweka mifereji mikubwa ya maji kwa umma, na miradi ghali ya maji kama vile ya Ngong iliyoko mjini Nairobi mara nyingi imeachwa bila fedha za kugharamia marekebisho na mipango ya kuelemisha wananchi juu ya jukumu hili. Mradi wa maji wa Kibuku ulioko mlima ya Ngong ni mradi ambao umekuwa ukikumbwa na shida kila wakati. Hii mradi ilianza 1983 na imekuwa na shida, shida ya mifereji sana kupasuka, zaidi kwa sababu mifereji ni plastiki ile tunatumia kupeleka maji. Tena hii pump za kupiga maji zinakuwa na shida sana, kwa sababu mara nyingi inakuwa na breakage, ingine ina break, tunakaa kama mwaka mmoja bila maji. Sasa hii ndio shida tunakuwa sana juu ya hii maji ni kwa sababu hii shirika la maji ya mvua la Kenya Kenya Rain Water Association yani KRA liliamua kusaidia katika kueneza mradi huu wa kutega maji ya mvua, haswa katika sehemu za mashambani, kwa sababu wanawake tayari wamebuni vikundi mbalimbali. Hivyo basi, wao ndio shabaha bora kufanya kazi nao katika jamii. Vikundi hivi vya wanawake 20 hadi 30 huendeshwa na akiba ambayo kila mwanachama kutoa kiasi fulani cha pesa kila mwezi. Katika hali hii ya kuzunguka, kila mama anapata fursa ya kuchukua pesa hizo zote na kujinunulia vyombo ghali kama vile blanketi, kabati na hata vyombo vingine vya nyumba. Kikundi chetu kinaitwa Mwahangi, Mwahangi Women kukua Group kilibuniwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili. Dhamira yetu kuu kwa wakati huo ilikuwa kuchanga pesa za kuwasaidia wanachama kununua vyombo vya jikoni kwa mfano, vikombe. Mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na tatu tulianza mradi wa kutega maji. Kwanza tulianza kwa kujenga tangi za chini ya ardhi. Tulifanya hivyo kwa sababu kuliponyesha maji yalikusanyika kwenye kidimbwi na tulitumia maji hayo kwa matumizi ya nyumbani. Maji haya tunayokusanya kutoka tangi zetu ni safi ukilinganisha na yale ya vidimbwi ambayo tulikuwa tukitumia pamoja na mifugo na wanyama wa misitu. Uh. Mwanzoni vikundi vilitembea kilomita kadha ili kupata maji kutoka visima ambavyo vilikuweko. Kwa hivyo wanachama waliamua ya kwamba maji yale ya mvua inapoonyesha na kuteremka kilomita chache hadi kidimbwini, wayalete karibu na nyumbani. Na hiyo ndiyo sababu wao walijaribu teknolojia kadha wa kadha kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, tangi za chuma za seruji, tangi za mabati matangi madogo madogo ya saruji na tangi za mawe. Haya yalitegemea sehemu, jamii na uwezo. Wanawake walikuwa wameapa kusuluhisha tatizo lao la maji. Wao walitoa kidogo kidogo walichokuwa nacho. Isitoshe, wao wenyewe walijitengenezea tangi hizi ili kupunguza gharama ya ujenzi. Wazo hili la ujenzi wa tangi za maji ya mvua lilipokelewa kwa shangwe na vikundi hivi vinavyozunguka. Walikubaliana kukusanya pesa za mradi na pia waliwahusisha wataalamu kuwaelimisha na kuwasaidia kwa ujenzi wa tangi hizi. Hivi leo wilaya ya Laikipia nchini Kenya, ambapo nyingi ya picha za kanda hii ya video zilichukuliwa, zaidi ya vikundi mia tatu vya wanawake vinajishughulisha na mradi huu kutega maji ya mvua. Aina ya tangi zinazojengwa hutegemea mambo mengi kama vile kuweko kwa vyombo na vifaa vya ujenzi na fedha. Wilayani Laikipia kuna mawe aina nyingi ya ujenzi, ili hali changarawe ya ujenzi husafirishwa kutoka mbali kwa hivyo ujenzi wa tangi hizi za mawe ulipitishwa katika sehemu hiyo. Aina hii ya tangi yenye uwezo wa kutega lita 1500 za maji hugharimu takribani shilingi elfu kumi na sita pesa za Kenya. Hiki ni kiasi kikubwa cha pesa nchini Kenya, ambako mwalimu wa shule ya msingi hupata shilingi elfu tano kila mwezi. Ili kuhifadhi maji ya mvua kwenye tanki hizi yakiwa safi kwa muda wa miezi tano kati ya misimu miwili ya mvua, marekebisho kadhaa huhitajika. Vifaa vya kutegea maji na tangi za paswa kuoshwa kabla ya mvua kuanza. mradi huu wa kutega maji wilayani Laikipia umefanikiwa kiasi kwamba watu wa mataifa jirani wamevutiwa. Kwa hivyo shirika la kutega maji la mvua la Kenya KRA, FAKT, shirika la teknolojia ifaayo la Ujerumani, yani the association of appropriate technologies of German, wamepanga ubadilishanaji wa ujumbe wa wanawake kutoka Uganda. Mnamo Februari mwaka 1996 tisa, licha ya kutembelewa sehemu za ujenzi wa tangi wanawake hao wa Kiganda walishirikiana na dada zao wa Kenya kwa ujenzi wa tangi na hivyo kujifunza wao wenyewe namna ya kujijengea. wa jamii huonekana vyema wakati wanachama wote wa kikundi kimoja hukutana na kujadili sheria na kanuni zitakazowaongoza kwa shughuli zao za pamoja. Hii inahakikisha kuwa uaminifu, bidii na nidhamu vimedumishwa katika kikundi. Mradi huu wa kutega maji ya mvua unaweza kufanikiwa kwa kutumia chungu au nyungu ama pipa la mafuta la lita mia mbili. Vifaa rahisi kama hivi vinaweza kuwa suluhisho kwa watu wanaoishi katika nyumba zilizoezekwa kwa nyasi. Binika za maji na tangi za duara ni aina nyinginezo ambazo zinaweza kutegewa maji ya mvua. Katika nyumba zilizoezekwa kwa mabati, kuna pia tangi ambazo zimejengwa chini ya ardhi ambazo hutega maji kutoka ardhini mashamba makubwa na taasisi yanaweza kutumia mitindo tofauti tofauti kwa kuyakusanya maji kwenye tanki. Hapa wanajenga tanki za duara iliyotengenezwa kwa vichuma na saruji. Teknolojia hii ni bora sehemu ya Nakuru ambako kuna mchanga kwa wingi. Dayosisi ya Kanisa la Katoliki la Nakuru huachia mafundi wenye ujuzi kazi ya ujenzi. Tangi ambazo wamezijenga katika mradi huu zina uwezo wa kukusanya lita elfu kumi na tano za maji na hugharimu takribani shilingi elfu arobaini na mbili pesa za Kenya na hudumu kwa muda wa miaka hamsini. Wanawake wa Uganda waliozuru Kenya walishirikiana na dada zao wa Kenya kujenga tanki. Wakati wa ziara hiyo, mtaalamu alitoa mafunzo juu ya namna tofauti za kukabiliana na utumizi wa maji. Tanki ndogondogo za maji hugharimu takribani shilingi elfu kumi na muundo wao hutokana na vipande spesheli vya nguo iliyoshonwa na mabaki ya vumbi la mbao kuwekwa kisha hukorogwa saruji. Ingawa wanaume wengi kutoka sehemu hii wanafanya kazi mijini, wao hutoa fedha za kugharamia vifaa vya ujenzi, ili hali wale waliobaki vijijini hujiunga na vikundi vya wanawake ili kuwasaidia katika kazi.

akubwa kubwa zilizojengwa chini ya ardhi ni maarufu kwa akina mama kwa sababu hazigharimu pesa nyingi na hukusanya maji mengi ambavyo vinginevyo yangeosha mchanga ulioona rutuba hivyo kusababisha momonyoko wa udongo. Tanki zilizofunikwa juu na nyasi huwa inazuia maji kupotea kwa njia ya mvuke, kuchafuliwa na ajali. Ili kuchota maji kutoka tanki hizi mtambo wa kupigia maji ufananao nao na ule wa roa unaweza kuwekwa. Maji yaliyoko kwenye tanki chini ya ardhi hutumiwa zaidi kwa kunyunyuzia mashamba na hata kunywewa na mifugo. Kufuatia ujenzi wa tanki za maji, vikundi vya wamama hujishughulisha na mambo mengine yanayohusiana na mahitaji muhimu ya kibinadamu. Muda waliokuwa wakitumia kuteka maji wao sasa hutumia kwa kukuza chakula upanzi wa miti, kukabiliana na kutojua kusoma na kuandika, na hata kuinua kiwango chao cha maisha na kuimarisha makazi. Kwa kuuza mboga, maziwa, kuku na miche ya miti au kuendesha kijiduka, wao hupata pesa zao ziada ambazo zitawasaidia. Kwa upande wetu, maji ya mvua ni kiini cha kukua kijamii na kiuchumi. Hitaji muhimu kama vile la maji limewafanya watu kuvianzisha vikundi. Punde tu suluhisho la maji linapopatikana, wanawake hupata matumaini na vikundi hizi huwa na motisha ya kukabiliana na shida zingine za vijijini. Wamama wengine hujitolea katika kamati za shule kupanga mipango ya ujenzi wa tanki za kutegea maji ya mvua shuleni. Kamwe wanafunzi hawatalazimika kuyabeba maji ya kunywa tena shuleni na pia wanafunzwa mbinu muhimu za kutega maji ya mvua na hata usafi. Wanawake hao wa Kiganda walikuwa wamesikia kuhusu ufanisi wa dada zao wa Kenya na walijiuliza jinsi walivyokabiliana na kazi hiyo ngumu ya ujenzi na matatizo yaliyotokea. Walitaka kujionea wao wenyewe namna tangi za kutegea maji ya mvua hujengwa. Na sababu hii waliwaacha waume wao na watoto wao shingo upande na wakasafiri hadi nchini jirani ya Kenya kwa mara ya kwanza maishani mwao. Wakenya nao walihisi kuwa wameheshimiwa kwa ziara hiyo ya wanawake kutoka Uganda na zaidi waliwaunga mkono katika juhudi zao. Tulikuja kutembelea hapa Kenya kuona wanawake ya Kenya ambao kama wanatengeleza tangi ya maji ya mvua. Tulifika hapa vizuri, walipokea si vizuri, wanampa si chakula, tunakula tunakunywa, tunakaa vizuri, na hawa wakifundisha sisi tanga. Sasa wanachenga tanga yao ya maji, sisi pia tunaanja kusaidia hawa, tunachenga wakionesa sisi, tunaanja kuchenga nao pamoja sasa si tunaye tumejua kutengeneza hiyo tangi ya maji . In our country we have got a problem of water. Nchini kwetu tunayo shida ya maji, hivyo basi tulikuja hapa kujionea jinsi na namna ya kusuluhisha tatizo letu. Tumefurahi namna ambavyo mmeshirikiana kutatua shida hii ya maji katika vikundi vyetu vyote. Tumefurahishwa na yale mnayoyafanya kusaidia familia zenu. Tunawaahidi ya kwamba tukirudi nchini kwetu, tutajaribu kwa hali na mali kuona kwamba yale yote tumeyaona tunayatekeleza. Jina langu ni Dovin Tindimwawa kutoka Uganda, na swala langu ni kwa nini nyinyi mulianzisha kikundi chenu na ni nini haswa lengo lenu? Tulikuwa tukiteka maji kutoka kidimbwi ambacho kilikuwa mbali sana kilomita kumi, na tulikuwa tukibeba kwa migongo yetu, ndipo tuliamua kuviunda vikundi ili tusaidiane kuyatega maji ya mvua nyumbani kwetu badala ya kuachilia maji hayo ya mvua kuteremka hadi kwenye mabwawa na kuyafuata tena. Mwaka wa 1993 tulikiunda kikundi hiki ili kubuni njia na namna ya kusuluhisha tatizo la maji. We have lakini kama nilivyosema, itachukua muda wa miezi sita au saba kukamilisha tangi moja. Hivyo basi utagundua kwamba tangi mbili au tatu ndizo zitakamilishwa kwa muda wa miaka moja katika kikundi cha watu thelathini ukigarimia bila ya usaidizi kutoka kwa wafadhili kikundi hicho kitachukua muda wa miaka kumi ambao ni muda mrefu sana, lakini sisi tunashukuru nchi wa fadhili na shirika mbalimbali ambao wamesaidia vikundi hivi kutafuta suluhisho la maji. Kwa ushirikiano wa vikundi vya wanawake, mradi wa kutega maji ya mvua wilayani Laikipia umefanikishwa na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yani NGOs, kwa mfano makanisa. Sababu moja ya ufanisi wake ni kuwa kila familia inanufaika hapo kwa hapo, kwa hivyo kuhisi kuwa na jukumu la kuitunza. Mashirika kadhaa ambayo yanatilia mkazo utekaji wa maji ya mvua yameungana na shirika la utekaji maji ya mvua la Kenya yaani KRA ili kubadilishana ujuzi haswa kwa kupanga miradi mbalimbali mbali. In Kenya more than 50%. Nchini Kenya asilimia 50 ya idadi ya watu hawapati maji safi na ya kutosha na hii ndiyo sababu Kenya Rainwater Association kilianzishwa na kikundi cha watu fulani na kikasajiliwa mwaka wa 1994. Lengo lake kuu ni kustawisha na kuendeleza utumiaji wa rasilimali hii. Kenya Rainwater Association pia hushirikiana na wafadhili wengine wa kigeni serikali na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yani NGOs, kwa kuendesha dhamira yake. Shirika hii pia hufadhili mradi wa ugawanyaji wa ujuzi ambapo kikundi kutoka sehemu moja wanasaidiwa kwa ziara ya sehemu nyingine ili kujionea yale wenzao wamefanya. Hapo awali tulikuwa na Bread for the World ikivifadhili vikundi vya kina mama kutoka Uganda kuzuru Kenya ili wajionee wenyewe ni yapi wa mama wa Kenya wamefanya katika mradi huu wa maji ya mvua. Ulimaji wa shamba kwa kutumia jembe haionekani tena wilayani Laikipia, ambapo wanawake huonekana wakilima mashamba yao kwa kutumia dume. Familia hii walijenga tangi lao la kwanza miaka kumi iliyopita tangu mwanzo wa mradi huu wa kuteka maji ya mvua, na kwa sasa imejipatia kiasi kikubwa cha mali. Kama kisiwa chenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi kila wakati kwenye jangwa unaweza kutambua kutoka mbali wale ambao mashambani mwao wamesuluhisha tatizo la maji. Idadi yao inaongezeka mwaka baada ya mwaka na kiwango chao cha maisha kimeendelea kuimarika sana kwa muda wa miaka kumi iliyopita. Wamama wa Kiganda wameanza kutekeleza mipango yao. Katika miezi mitatu ya kwanza baada ya ziara ya Kenya, tayari wamejenga tanki kumi za maji. Yamkini mmoja katika kila kikundi kilichomtumwa mwakilishi nchini Kenya. Mpango huu wa kubadilishana ujuzi kwa wamama wa mashambani umeridhisha kuwa na ufanisi mkubwa na utarudiwa pamoja na wamama kutoka nchi nyingine.